Katika makazi ya Kibra jijini Nairobi, dalili za janga la kiafya linaonekana maji taka barabarani. Upungufu wa maji safi unachangia mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu maeneo tofauti nchini. Kama mnavyoona, mna angalia hapo tambing side, tuko nayo hapa Kibra. Um, taka, takataka zote ziko hapa. Uh, na pia maji ambayo tunatumia ni maji ambayo mitaro ya, ya pipe zake zimepita katikati ya, ya, ya sewer line kwa hivyo kupata hii ugonjwa tunaona ni ngumu, ni haraka sana. Ndipo sasa tumeamua kwamba iwa kila nyumba tuwahamasishe tuwa, wa, kwamba wanapochota maji wahakishe wametreat hiyo maji wakitumia hii dawa ya water card ambazo tumepatiwa na wakubwa wetu kutoka health center zetu. Kulingana na wizara ya afya, angalau visa tisini na saba vimeripotiwa katika kaunti za na Nairobi, Kisumu na Migori, huku watu sita wakifariki kulingana na wahamasishaji wa, wa afya ya jamii Idadi hiyo inahofiwa kupanda haswa katika msimu wa mvua ikiwadhiri watu wanaoishi katika mitaa ya mabanda. Yeah, sasa kama CCHP, unajua sahii kama wakati wa mvua hii tunapitia ugumu sana, serikali ijatupea gambuts, hatuna raincoats. Kuna vitu tulipewa tu zile za kids za kutumia at least, yani zile ni first aid, lakini sasa vitu kama gambuts na raincoat hizo hatuna. Sasa kwa hii mvua ndio tunapitia kazi ngumu sana at least. Kibira tuko congested a lot Because unajua uwezi pata hapa katikati utapata choo hapana, si rahisi upate. So most of the things ni flying toilet, na wengi wao wanatumia hizi mikebe inakuwa kama choo, wanaendea hapo kwa nyumba so after that wakitumia wanaenda kumwaga kwa mtaro, na hiyo drainage yenye wanamwaga ndani ni the same drainage yenye maji inapita, hii maji yenye tunatumia ya kukunywa na kupika. So that is the problem iko hapo, so at least wakileta latrines na pia hizo drainage wakizifungua, because ziko blocked wahamasishaji wa, wa afya ya jamii sasa wametoa wito kwa serikali kutoa msaada zaidi katika kukabiliana na mlipuko huo. Licha ya juhudi ya Wizara ya Afya, wadau hawa wanasema changamoto mbalimbali zinawakumba, wakisisitiza haja ya kuweka mikakati ya dharura ili kuzuia vifo zaidi. Gertrude Burgay, Runinga K24, Nairobi.